Godbless Lema amemjibu Kenani Kihongosi ambaye ni katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi baada ya Chama cha Mapinduzi kujitokeza na kumvaa jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba hadharani. Katika mwendelezo wa mvutano wa kisiasa unaoibuka mara kwa mara kati ya vyama vya siasa nchini Tanzania, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Godbless Lema ameibuka na kumjibu kwa maneno makali katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM taifa Kenani Kihongosi kufuatia kauli za chama hicho dhidi ya waziri mkuu huyo mstaafu Jaji Josephu Sinde Warioba. Kauli ya Lema imekuja siku chache baada ya CCM kumtaka Jaji Warioba kustaafu vizuri na kuacha kutoa malalamiko hadharani kuhusu masuala ya serikali badala yake kutumia hekima na busara kuishauri mamlaka husika kwa faragha. Kauli ya CCM kwa Jaji Joseph Sinde Warioba Akizungumza jijini Dodoma siku ya Jumamosi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa, Kenani Kihongosi, alisema chama chake kimesikitishwa na kile alichokiita ni malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa Jaji Warioba licha ya kukuta, licha ya kukutana hivi karibuni na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM Taifa. Kihongosi alieleza namnukuu: Warioba amekutana na rais, siku nne hazijapita yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini e, tunachomwomba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri mamlaka husika kwa hekima kuliko kwenda kulalamika mitandaoni. Kauli hiyo imezua mijadala mikubwa na mizito katika sehemu mbalimbali mbali hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii na midahalo ya kisiasa huku baadhi ya wachambuzi wakihusisha maonyo hayo na kile kinachoonekana kama juhudi za kupunguza sauti za wakongwe wanaoikosoa serikali hadharani. Lema na kwa upande wake God bless Lema yeye amedai CCM imekosa kusudi la maisha ya kisiasa. Katika kujibu kauli hiyo, mheshimiwa God bless Lema ametoa maneno mazito kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii akisema tatizo kubwa la CCM ni kukosa kusudi na dira ya kweli ya uongozi akilif, akilifananisha eh, akilifananisha chama hicho na taasisi iliyopoteza mwelekeo wa kiutu. Lema amesema namnukuu, usipokuwa makini katika maisha na kutafakari kwa kina, unaweza kuishi bila kusudi. Ukizaliwa unaishi kwa kula, kunywa, mapenzi, kuzaa, kuzeeka na kufa. Kukosa purpose ya maisha ni tatizo kubwa sana, na ndilo chimbuko la ujinga na upumbavu kutawala duniani. Akaongeza kwa maneno makali zaidi, akisema: bila kusudi la kweli, haki na utu, hakuna kitu chochote kinachoweza kuwa na maana. CCM ni mfano halisi wa andiko hili, ni chama kinachoharibu sana taifa. Wana bidii ya kuficha uovu, mateso, mauaji kuliko kulinda na kutetea ukweli na utu. Kwa mujibu wa Lema, chama hicho kimekuwa kikipoteza mwelekeo wa kisiasa kwa kujenga utamaduni wa ukimya na uoga miongoni mwa viongozi, hali ambayo anasema inaliweka taifa katika hatari kubwa ya kimaadili na kijamii. Wakati sadism inakuwa culture ya nchi, hakuna mtu anayeweza kuwa salama, hata wao wenyewe. Muda, uh, muda utapiga kelele kubwa sana siku si nyingi amesema Godbless Lema akiashiria kwamba ukweli utajitokeza licha ya jitihada za kuficha. Muktadha wa kisiasa. Katika upande wa muktadha wa kisiasa, kauli hizi zinakuja wakati ambapo mjadala wa uhuru wa maoni na nafasi ya wakongwe wa kisiasa unaendelea kushika kasi nchini. Jaji Joseph Sinde Warioba ambaye amekuwa mstari wa mbele kutoa maoni kuhusu utawala bora, uwajibikaji na mustakabali wa taifa, mara kadhaa ameonekana kukinzana na msimamo wa chama tawala. Uh, kwa upande mwingine CCM imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na kutumia njia za ndani kutoa ushauri, ikisema upinzani usio wa heshima unaweza kudhoofisha taasisi za nchi. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema majibizano kama haya yanaashiria changamoto ya msingi katika utamaduni wa kisiasa wa Tanzania, kati ya hoja za kujenga taifa na utamaduni wa kulinda chama hitimisho. Katika hitimisho hapa, wakati mvutano huu ukiendelea, macho ya Watanzania wengi yanaelekezwa kwa viongozi waandamizi wa kisiasa, uh, kuona kama mjadala huu utaelekea kwenye majadiliano ya kina kuhusu mustakabali wa demokrasia na uwajibikaji wa viongozi au kama utabaki kuwa ni sehemu ya lawama na malumbano yasiyo na tija. Kwa sasa, kilicho wazi ni kwamba sauti za upinzani na wakongwe kama Jaji Joseph Sinde Warioba bado zinaendelea kuibua hisia nzito katika anga la siasa za Tanzania, na majibu ya viongozi kama Godbless Lema yanazidi kuchochea mjadala wa mustakabali wa taifa. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako, ili kusudi wewe mpenzi mtazamaji na mfadiliaji wetu uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea ndani ya ardhi ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa hasa kufuatia eh, sakata la Jaji Joseph Sinde Warioba na, uh, na kauli za Chama cha Mapinduzi juu yake, lakini pia tumekutengenezea uh, tume muundo wa majibu ya Godbless Lema ambaye ni mwanachama wa chama cha upinzani, lakini pia kiongozi wa chama hicho cha upinzani eh, jinsi ambavyo amemjibu Kenani Kihongosi ambaye ni katibu wa itikadi uh, na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako, share maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia hakikisha ya kwamba unaendelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, na kama walikuwa bado haujasubscribe, basi hakikisha una subscribe sasa kwa ajili ya kujihakikishia kutokupitwa na habari zote, pamoja na matukio mbalimbali pindi yanapokuwa yametokea ama yanapokuwa yamejiri. Lakini pia usiache kutufuata katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na mitandao mingine kwa jina moja tu la Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii, tukutane tena katika habari nyingine.